Your Excellency ninakushukuru kwa kazi nzuri ambayo umefanya. wewe umejileta hapa Kamuongo kwa sababu unapenda watu wa Mwingi North na Kitui na Kenya yote. Na kwa kweli, Your Excellency, hapa Mwingi North wakati ulichukua serikali yako ingawa hatukukupea kura nyingi sana lakini ulitambua na ukapea kwa serikali kwa parastatos waine kutoka Mwingi North. Pale kuna wakili Nyamumati, pale kuna Charles Mwalimu, pale kuna Patrick Mbangula, na pia kuna uh, Kinywa, Joel Kinywa kutoka Tharaka. Hiyo ni kazi umetupea ingawa kura yetu huku ilikuwa kidogo. Ukatupenda na umetupenda saidi. Kwa sababu leo wamama wanaona soko ya maana, barabara ndio hii. Mimi nimesikia watu wanaandika mambarua, simumesikia watu wamekuwa kwa uongozi, lakini wanaandika nini mambarua? Mimi ni seneta, nimeteuliwa na chama cha ODM, na mkiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Alituambia tukuje broad based. Broad based inamaanisha serikali ya kila mtu. Ukiwa UDA serikalini ukiwa ODM serikalini, hata nyinyi waipa serikalini, wale wana chama serikalini, kwa sababu iti itisaka...